Baadhi ya waraibu wa dawa za kulevya jijini Mbeya wameiomba serikali kuongeza nguvu ya kudhibiti uingizwaji wa dawa hizo haramu wakieleza ya kuwa zimekuwa ni chanzo cha mateso, unyanyapana, kupoteza mwelekeo wa maisha. Wakiongea na Wakili TV, baadhi ya waraibu wanaoishi katika nyumba ya upataji wa nafuu ya Southern Highlands Sober House iliyopo hapa mkoani Mbeya wanaeleza mapito wanayoyapitia yaliyosababishwa na matumizi ya dawa hizo, ikiwamo kupata matatizo ya afya akili huku wakitoa rai kwa vijana wenzao kuto kuthubutu kuingia kwenye mkumbo. Nilianza ilikuwa ni mikumbo tu, nilikuwa nafuata marafiki. Nilianzaga ilikuwa elfu mbili na kumi na tano kipindi niko form 3 sekondari, nilikuwa natumia madawa ya kulevya aina ya bangi, ndo hivyo akanifanya nikafeli mitihani, lakini nilipambaniwa na wazazi akanipeleka VETA nikasoma, na bado akawa bado ananiasiri hadi sahivi nimeamua nitulie ni Sober House. Ni, ni dawa za kulevya ziliniletea, zili ugonjwa wa akili yani, nilikuwa mgonjwa wa akili inamaanisha, nilikuwa mento, nilikuwa ni kama kichaa, yani nilipotea sana, nani nilikuwa ni yani, hata ukiniona mimi yani uwezi ukanijua ni mimi. Ni mi dawa za kulevya nimeanza kutumia karibia ni miaka mingi toka elfu mbili na saba e, mi safari ya madaa kulevya jinsi navyoizungumzia ni safari ambayo ni mbaya, sio nzuri, kwa sababu kama mimi ishanipeleka mpaka kulazwa wodi ya wagonjwa wa akili na maana imenifanya kitu ambacho sio kizuri. Na mpaka nimepata nafasi ya kuongea hivi, tunapiga story, ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu mwingine nakuwa ni mazima, yani unakuwa umechanganyikiwa kabisa, ambayo unakuwa uwezi tena kufanya chochote katika jamii. Kwa sababu nilivyoanza kutumia madawa ya kulevya na kutokana na familia yangu ilikuwa haitaki, kwa hiyo nikaanza kwanza kujitenga nayo e, nikawa najitenga nayo nakaa kwenye mageto ya wanaume. Mwisho wa siku nikawa nimejitenga, nikaenda mbali kabisa, kitu ambacho nimefanya mimi. Nilikuwa ni mgomvi sana, nilikuwa, nilikuwa, nilikuwa nikitumia madawa ya kulevya nilikuwa vitu vingi na fosi kama ni mwanamke na fosi eh, e, kama ni, ni mambo mengi ambayo mimi nahitaji ambayo ya kimwili na fosi. kwa hiyo ndo asilimia kubwa nilikuwa hii kazi ambazo nilikuwa nafanya. Kuna kitu chenye nimekipata kupitia madawa kulevya, nilikuwa mimi nikipata tu hela, pombe, na zenyewe ni bangi, wanawake, basi najua kesho tena nitapata ingine hela ingine. Kwa hiyo madawa kulevya ni hatari sana anasababisha hata ugonjwa una wa akili. Madawa ya kulevya anasababisha, ndo kama hivyo, unaweza ukapata kifo. Madawa ya kulevya anasababisha utatamani kitu cha mtu, unaweza ukakatwa viungo kwayo. Yaani madawa ya kulevya ni hatari sana. Salum Nasolo Salum maarufu Sinyori, ni kijana aliyewahi kuwa mraibu wa dawa za kulevya, ambaye yeye kwa sasa anamiliki nyumba ya upataji wa nafuu ya Southern Highlands Sober House amezungumzia baadhi ya sababu zinazopelekea vijana wengi kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya huku akibainisha ya kuwa malezi imekuwa sababu kubwa kati ya hizo katika matumizi ya dawa za kulevya light ni, ngesema ningelijua. Uh, mtu yoyote anapokuwa ana mengi sana katika moyo wake, au amepitia changamoto nyingi sana especially hizi za ki emotional za kihisia, ama trauma hizi ama abuse whatever the case Siku ya kwanza ambayo nimetumia dawa za kulevya nilihisi mtu ambaye kama niko free, niko huru, so I could talk to anyone, yani nilikuwa na uwezo wa kuzungumza ku express hisia zangu kwa mtu yeyote na nini. Ile ndio ilikuwa mbaya sana, that time niliona nzuri, kwa sababu mimi niliona da, kumbe nikitumia hivi nami mimi najisikia yani, najisikia tofauti, najisikia kama watu kama watu wengine, na hisi yani na hicho kwa sababu siku zote mimi nilikuwa najisikia different najisikia mdogo yani, inadequacy ile, uh, inferior, inferiority ile yani ndo vitu ambazo nilikuwa nikipata, lakini siku ya kwanza kutumia ndo ikapandisha self esteem zangu, nikahisi na mimi mtu kumbe. Pale nilikosea. Sasa yoyote ambaye anapitia hizo hali alafu akajaribu kutumia dawa za kulevya, akikutana na hiyo hali bora astopo hapo hapo, au asitumie dawa za kulevya achukue njia tofauti za kwenda kuzungumza na watu kuhusiana na matatizo yake. Kwa upande wake, wa mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali ya Empower Care Foundation Onesmo Mwihava, ambaye hujihusisha na utoaji wa elimu na masuala ya saikolojia kwa makundi hayo, ameeleza baadhi ya changamoto wanazokumbana nazo wakati wa kuwahudumia walaibu malengo yetu mpaka sasa hivi kwa mkoa Mbeya, tunataka tuhakikishe kwamba kwanza kabisa elimu inayowafikia watu wote, lakini tunataka lengo letu, tunataka kuja kufungua pia sober house za mfano, sober house za mfano, kwa maana kwamba hata zile huduma ambazo tunaamini za family therapy tutafanya kwa mfumo kama wa home based care, tutawarudisha awali waraibu katika ku, ku, ku, kuwapelekea pelekea mabadiliko familia na jamii, kwa sababu jamii nyingi inaumwa juu ya matatizo ya uraibu na dawa za kulevya. Sisi tumefika mahali tutatoa elimu na tutaandaa waelimishajilika na kufanya kazi na vyombo vya habari kwa mapana zaidi, ili kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko. Kumbuka sisi peke yetu kama taasisi hatuwezi, hatuwezi, lazima tushirikiane na wadau, vyombo vya habari na watu wengine wenye thamani ya kuona umuhimu katika kuwapambania vijana. Sasa basi tulia kuongelea changamoto, mara nyingi kikubwa ambacho kinatukwamisha kuwa inakuwa ni, ni ufadhili. Ufadhili wa kuweza kuyafikia. Tunaweza tukawa tuna plani nzuri, lakini pengine zinachelewa kufanyika kwa sababu ya nguvu e, inakuwa ni ndogo, na watu wana mtazamo kuhusiana na ishu ya dawa za kulevya hata baadhi ya mamlaka nyingine ukiwaelezea wanaona kama ni kitu ambacho pengine wao hawahusiki, lakini hakuna familia ambayo haijaguswa juu ya tatizo la dawa za kulevya. Itakumbukwa kuwa siku za hivi karibuni jeshi la polisi mkoani hapa lilitoa taarifa juu ya matukio kadhaa ya ukamataji wa dawa za kulevya, ikiwamo tukio la Mei elfu mbili na ishirini na tano lililohusisha wanawake wawili wa familia moja wafanyabiashara na wakazi wa Uyole walioripotiwa kukamatwa na kilo zaidi ya mia moja za bangi zilizokutwa ndani ya nyumba wanayoishi. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya nawashikiria watumiwa wawili, wote ni wanawake. Wa kwanza wanaitwa Seva Simwinga, miaka 29 na wapili ni Sara Simwinga, yeye yeah, ana miaka 35. hawa ni wafanyabiashara na ni wakazi wa Mponja wa maeneo ya Uyole jijini Mbeya. kwa na wanashikiliwa kwa tuhuma hizi ambazo wamesema za kukutwa na shehena ya dawa za kulevya aina ya bangi, ambazo walikuwa wame- wanazisafirisha hizi dawa. Ambazo wamekamata nazo katika uchunguzi uh, wa awali kwenye vipimo ambavyo vimefanyika, vimekutwa ni kilo 134. Watumiwa walikamatwa Mei tarehe 21 mwaka 2025 majira ya usiku katika operation maalumu ambayo inaendelea kufanyika katika jiji letu jiji letu la Mbeya pamoja na mkoa mzima kwa ujumla na walikamatwa huko mtaa wa Mponja uliopo kata ya Uyole tarafa ya Yunga jijini Mbeya. Watumio walikutwa wakiwa na magunia manne na masanduku manne yaliyokuwa yamesheheni hizo dawa za kulevya aina ya bangi, na walikuwa wamehifadhi ndani ya nyumba wanamoishi. Kwa upande wake afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya nyanda za juu kusini Adrick Simon Nderwa na Kwini Komba wamezungumzia namna mamlaka hiyo inavyopambana kudhibiti uingizwaji wa dawa za kulevya. Tumekuwa na changamoto kubwa ya wimbi kubwa la wanawake kuingia kwenye eh, tatizo la dawa za kulevya katika namna tofauti tofauti, tofauti na hapo awali tulipokuwa tukizungumza sana changamoto ya dawa za kulevya kwa upande wa wanaume hata katika matumizi tu e, wanawake walikuwa wachache sana kulinganisha na wanaume. Wanaume walikuwa wengi zaidi katika matumizi ya dawa za kulevya pamoja na biashara ya dawa za kulevya. Lakini sasa hivi e, hawa wauzaji wa dawa za kulevya waligundua kwamba tumeacha kundi kubwa ambalo e, huenda nalo tukitafuta namna ya kuwaingiza kwenye changamoto ya dawa za kulevya, huenda wakapanua soko, kwa sababu wanachoangalia wao ni kupanua soko ili waweze kupata faida zaidi, kwa hiyo Uh, watoto wa kike pia nao wameingia kwa kiwango kikubwa sana katika matumizi pamoja na biashara dawa za kulevya. Tumeshuhudia kuna baadhi ambao wanasafirisha dawa za kulevya kutoka maeneo moja, maeneo moja kwenda maeneo mengine lakini pia kuna wengine ambao wanajihusisha kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Nikitolea mfano, uh, kumekuwa na ongezeko kubwa la matumizi ya tumbaku, bidhaa ya tumbaku eh, kwa njia ya shisha hususan kwa watoto wa kike kuliko ilivyokuwa hapo awali. Sijasema kwamba shisha hairuhusiwi kwa matumizi lakini ninachokisema ni nini? Kwamba tunaona mabadiliko ya matumizi ya, ya hizi bidhaa. Lakini changamoto kubwa inayokuja ni kwamba kwenye baadhi ya hizo shisha wanachanganya na dawa za kulevya. Katika sheria ile ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ya mwaka 2015 ambayo pia imefanyiwa marekebisho mengi mengi tu, nadhani kwa mara ya mwisho mwaka 2023 kume, tokea marekebisho ya mwisho yanayohusiana na sheria. Na katika sheria, uh, kosa makosa ya utumiaji pamoja na uh, na ufanyabiashara au tuseme uuzaji au uzalishaji wa dawa za kulevya yote yana adhabu zake. Na adhabu zake zinaanzia kuanzia faini ya, uh, ya shilingi laki tano au kifungo cha miaka mitatu na kuendelea, lakini pia au vyote kwa pamoja. Na itategemeana na aina ya dawa hiyo kama tunayo au na kiwango cha hiyo dawa ulicho kama tunacho. Kwa mtu ambaye atakamatwa na matumizi ya dawa za kulevya, kwamba wewe sasa umekamatwa kwa sababu unatumia dawa za kulevya, adhabu yake inaweza ikawa ni faini ya shilingi laki moja au kifungo cha miaka mitatu au vyote kwa pamoja. Lakini pia katika ya, katika, matumia, katika kumkamata mtu pia na kiwango labda kama ni mfanyabiashara amekamatwa na kiwango chini ya kilo 100, kwamba mtu amekamatwa na chini ya kilo 100 ikiwemo ni bangi au mirungi, anaweza akafungwa mpaka miaka 30. Kifungo chake kinaweza kufika miaka 30, lakini ukikamatwa na dawa za kulevya ambazo zenyewe ni kama heroin, cocaine, methamphetamine kwa kiasi cha gramu uh, chini ya gramu 200 huyu mtu anaweza kufungwa miaka 30. Lakini akikamatwa zaidi ya hicho kiwango basi kifungo chake ni mpaka kifungo cha maisha. Na katika uh, mapambano dhidi ya tatizo la dawa za kulevya, ili ni tatizo ambalo linaikumba jamii nzima, sio, sio jukumu la serikali peke yake katika kupambana nao. Ni jukumu la kila mmoja katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti tatizo la dawa za kulevya, kwa hiyo jamii inatakiwa kushiriki katika mapambano dhidi ya tatizo la dawa za kulevya, ili kwanza kujisaidia wao wenyewe kama jamii, lakini pia kuisaidia serikali katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti hizo tatizo la dawa za kulevya na kujenga nguvu kazi ambayo hiyo nguvu kazi itaweza kusaidia kukua kwa nchi yetu, kwa sababu tunategemea kwamba na tunajua kwamba madhara ya dawa za kulevya ni kupunguza nguvu kazi ya taifa. Once nguvu kazi ya taifa inapopungua, inamaanisha kwamba hata nchi na yenyewe itafanya nini? Itashindwa kujiendesha. Kwa hiyo, maendeleo ya nchi yoyote au ustawi wa nchi yoyote inahitaji watu wenye nguvu. Na watu wenye nguvu wanapatikana wapi? Lazima hao watu wasiwe wanajihusisha na matumizi ya dawa za kulevya au kufanya vitendo vingine viovu ambavyo mwisho wa siku vinaweza kusababisha kupunguza hiyo nguvu kazi ya taifa na mwisho wa siku tukajikuta nchi yetu ikawa haina maendeleo. Ongezeko la matumizi ya dawa za kulevya limeendelea kupigwa vita na wadau mbalimbali kwa kushirikiana na serikali ambapo mpaka sasa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya Nyanda za Juu Kusini imekuwa chachu katika kukabiliana na tatizo hilo.